Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Mheshimiwa Freeman Mbowe akiendelea kulaani kitendo cha uonevu kinachofanywa kwa viongozi wa vyama vya upinzani, akitoa kauli hiyo mbele ya wajumbe wa mkutano mkuu wa kanda ya Ziwa Victoria na mbele ya waandishi wa habari jijini Mwanza. Leo kuna matendo mawili makuu ambayo waandishi wa habari mweze kuyafikisha kwa Tanzania. Kwanza, tunaendelea kuilaumu serikali ya chama cha mapinduzi kwa namna ambavyo ina treat viongozi wa vyama vya upinzani. Leo hii tumepata taarifa za kusikitisha kwamba mwenyekiti wetu wa chama wa mkoa Walini, pamoja na katibu wa kijiji kimojawapo kule ndugu Suleman Mathew amehukumiwa kwenda jela bila faini kwa miezi nane. Takumbuka ni wiki iliyopita tu mbunge wetu wa Kilombero naye amehukumiwa kwenda jela miezi sita bila faini na wanahukumiwa kwenda jela bila faini kwenye makosa ambayo kimsingi yana adhabu ya faini. Vifungu vya mashtaka walivyoshtakiwa navyo vinaruhusu hukumu ama faini, lakini inaonekana sasa wanahukumiwa bila faini kwa nia ya kuwakomoa. Lakini tumtambue Suleiman Mathew, ambaye ni mwenyekiti wetu wa mkoa wa Lindi alikuwa mgombea wa ubunge wa jimbo la Mtama kule Lindi, na kimsingi alishinda uchaguzi ule na alipambana na bwana Nape Nnauye ambaye na ni kiongozi mwandamizi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa viongozi wetu ambao tunajua ni potential kama Suleiman Mathew anashtakiwa kwa kosa la kufanya eti mkutano wakati yeye ni mwenyekiti wa mwenye chama wa mkoa. Sasa mwenyekiti wa chama wa mkoa unapofanya mkutano na wanachama wako, unaweza ukakamatwa ukafungwa kwamba kwa unafanya mkutano bila kibali, ni jambo la kusikitisha, wakati tunajua ndani ya serikali ya chama cha mapinduzi viongozi wake wengi wanafanya mikutano. Sasa hii ni mkakati wa kudhoofisha upinzani, ni mkakati wa kuhatisha wapinzani waogope kufanya siasa waione kazi ya siasa ya upinzani kama vile ni kazi haramu. Tutakata rufaa na chama kinawaagiza viongozi wake wote nchi nzima wanaokabiliwa na kesi mbalimbali za kisiasa, kila jimbo la uchaguzi lifanye compilation ya tuna kesi ngapi za viongozi wetu katika vitogoji katika vijiji katika kata katika wilaya na hata katika mikoa, kwa sababu tunataka jumuiya ya kimataifa ijue kwamba ndani ya serikali ya awamu ya tano leo ni, ni hatari kubwa kufanya kazi ya kisiasa. Tunaomba orodha ya watu wetu wenye kesi, maanake wako wengi, wengine hata hatuwafikii, tunakuja kusikia tayari wameshafungwa. Lakini hatumsikii hata siku moja kiongozi yoyote wa Chama cha Mapinduzi anayeshtakiwa ama anayefungwa kwa kosa la kisiasa, lakini viongozi wa upinzani kila siku wanashtakiwa, kila siku wanafungwa kwa makosa ya kisiasa. Kwa tunaomba orodha hii tuipate haraka iwezekanavyo, tuweze kushirikisha vyombo vya kitaifa na vya kimataifa vya haki za binadamu, kwa kuonyesha orodha ya Watanzania we, wengi wanaoteswa wanaobambikwa kesi kwa sababu ya kutekeleza wajibu wao mkubwa wa kisiasa. Huo ni ujumbe muhimu sana, nilikuwa naomba mwapelekee wa Tanzania. Nikiripoti kutoka jijini Mwanza, ni mimi mwanahabari wako Abdul Karim Huseni Muro.